Msaidizi wa askofu kwa watawa wa Kanisa Katoliki jimbo kuu Katoliki la Dodoma, Padre John Maria Greyson Msengi ametoa kauli hiyo wakati wa Misa Takatifu ya Sakramenti ya Kipaimara kwa wanafunzi wa Shule ya Msingi Martine Luther iliyopo jini Dodoma, iliyofanyika shuleni hapo ambapo amesema wasiwatawanye na kuwavuruga katika kuwafundisha mafundisho ya maadili. Sote kwa mmoja wetu tuwasaidie watoto wetu, tuongee lugha moja. Maana wanayofundishwa shuleni wakakisikie nyumbani wakakisikie kanisani, tusiwatawanye katika kusikiliza mambo mengi wakashanganikiwa maishani, tusiwavuruge katika mafundisho wanapata shuleni ambayo kinyume na nyumbani, tushikane mkono, tunayosisitiza kanisani nasisitize suweni nasisitize numana na hivyo tutasaidia sana munu uuwei. Pia amewasihi wanafunzi waliopata Sakramenti ya Kipaimara kushika sana elimu itakayowasaidia kutimiza ndoto yao, huku paroko wa parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Ilazo jimbo kuu Katoliki la Dodoma, Padri Justini Fentu akiwasihi kumtumikia Mungu kwa uaminifu. mkamate sana elimu. Mshike sana elimu, usimwache alo zake, kwa maana ni uhai wako, ni uzima wako. Kitabu cha Mithali sura ya 4 aya ya 15, neno la Mungu linawasisitiza muishike elimu. Mmekuja hapa kusoma, na msome kweli kweli. Nakuwa askari wa nani? Wa Yesu Kristo, kukesiu maana yake nguvu na wana silaha za kupambana na maovu na ile kuu shetani. Ninazungumzia pia kumcha Mungu, lakini ninazungumzia vile vile kuwa na hofu kwa Mungu, hofu kumuudhi Mwenyezi Mkurugenzi wa shule ya msingi Martine Luther Rabbiely Mmanga amesema wanafunzi 56 wamepata sakramenti takatifu ya kipaimara, ambapo anaeleza tangu kuanzishwa kwa shule hiyo wanafunzi wamekuwa wakifundishwa misingi ya kiimani na kuwataka kuendelea kuyashika yale wanayofundishwa na viongozi wa kiroho ili wawe viongozi bora wa baadaye tunaishi katika dunia ambayo in kati, kati inahitaji utakatifu. Hakikisheni maelekezo aiya kwa viongozi wenu wa kiroho mnayaishi na mnaishi katika utakatifu kati wa kanisa Katoliki, lakini pia hapa shuleni tunawaelekeza kuishi katika utakatifu, na tuwaombe pia wazazi na jamii kwa ujumla mtusaidie sasa haya malezi mema na bora ambayo tunawaelekeza watoto wetu, mtusaidie pia kule kwa nyumbani kuwaelekeza kuishi katika utaratibu katikati ya kizazi dunia, eto, na dunia iliyojaa changamoto nyingi, lakini tutawaona watoto wetu Mungu akiendelea kuwalinda na kuwatunza na kuwaongoza kwa utukufu wa jina lake. Hata hivyo, misa hiyo imepambwa na kwaya na kuhudhuriwa na wazazi mbalimbali mbali kutoka ndani na nje ya jiji la Dodoma.